Nema kwa Yesu wewe ndugu. Na koko pia. Vipi lakini? Tupo. Mm. Tunaendelea vyema kabisa. Yesu ni mwema. Yesu ni mwema. Mm. Kwa kweli Yesu ni mwema kila wakati. Kabisa. Eh. Sasa, ndugu yangu, nimekuita. Ndio ndio. Ili tuweze kujadili kitu kimoja. Mama, ndio katika imani yetu hii tunaona wewe, dini ni nyingi. Dini ni nyingi. Leo zimekuwa hadi zile dini ambazo zilikuwa zinaabudu miungu na masanamu na vitu vingine, zenyewe leo zimeonekana ziko mbele kwamba ndio zenyewe zinaabudu Mwenyezi Mungu, lakini kiangalia zambi inazidi <coughs> na sana mabaya yanazidi na mabaya yao hao na hizo hizo dini, cha ajabu, na wanaosali huko. Mimi ninachoamini katika Kristo Yesu, kama mimi nilikuwa ni mzinzi, basi nitakapoenda kwa Yesu nitahakikisha ule uzinzi nimeuacha, nimekuwa safi, ni kweli, ili kuwafanya watu wengine au vijana wenzangu waache uzinzi. Kama nilikuwa mlevi basi niache ulevi, kama nilikuwa ni mwizi basi niache wizi, kama nilikuwa nitapeli basi niacha utapeli. Hiyo ndio maana Yesu alikuja kwa wenye wenye dhambi, sio wa haki. Kama mimi nilikuwa mlevi kuwa mzinzi, lakini baadaye nikaja kupata neema katika Yesu Kristo, nikaondoka nikaacha nao ujinga, nikamwamini Bwana Yesu. Mara tunaweza kusema ni ujinga, kwa sababu wewe leo uko unakunywa pombe, huwezi kumwombea mtu akapona. Kwa nini wanaokunywa pombe wanaendelea kufanya hiyo vitu? Kwa nini? Anakunywa pombe, anazini, anatukana, anaiba, anaenda kusala, anatoa sadaka. Ule mchungaji anasema kwa kuwa huyu mtu anatoa sadaka, ni mmoja wetu. Huo ndio unaosababisha dhambi zinaendelee kuzidi kuwa nyingi, kwa sababu makanisa makanisao kwa, kwa ajili ya faida.